Mradi huu unatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 390 mpaka kukamilika kwake. Chanzo cha maji katika mradi huu kimechimbwa kisima kirefu chenye mita 130 chenye uwezo wa kuzalisha lita 4500 za maji kwa saa na lita 1045 kwa siku, ambapo mradi huu utakuwa unatumia sola ambayo itakuwa na pampu masaa kumi kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu mafundi wanayotekeleza kwa force account wanaita kikundi cha nguvu kazi ambayo kinapatikana Singida, kwa maana kwenye kipengele hichi serikali imeweza kuwasaidia wananchi kupata ajira. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unahusisha utekelezaji wa kazi zifuatazo: ujenzi wa nyumba ya pampu ambayo imeshajengwa na utekelezaji wake umefikia asilimia mia moja. Ujenzi wa miundombinu ya bomba kuu pamoja na mabomba ya kusambazia maji na mitaro, ambayo kazi hii mheshimiwa mwenyekiti, imeshatekelezwa kwa asilimia mia moja. Ujenzi wa tenki la lita elfu hamsini juu ya mnara wa mita 15, mheshimiwa mwenyekiti na kamati yako kama unavyoona, na mafundi wanaendelea na ujenzi wa kazi ambayo tumefikia ujenzi kwa asilimia themanini kwenye kazi hii ujenzi wa miundombinu ya kusambazia maji kutoka kwenye tenki kwenda kwenye vituo vilivyojengwa tayari, kazi hii imeshakamilika, na ujenzi wa vituo vitano vya kuchotea maji wananchi tayari umeshakamilika. Mfumo wa kusukuma maji kutoka kwenye kisima kwenda kwenye tenki umeshaunganishwa, kwa maana pampu imeshafungwa kwa ajili ya kuanza usambazaji wa maji. <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi huu mpaka sasa hivi tumeshakamilisha kwa asilimia 85 ambavyo vifaa vyote vinavyohitajika kwenye mradi huu vipo hapa. Sasa tunatarajia mwishoni mwa mwezi huu wa nne, kufikia tarehe 30, mradi huu utakuwa tumeshakabidhi na utakuwa umeshakamilika kwa asilimia mia moja. Lakini kufikia wiki ijayo Mheshimiwa mwenyekiti, kuanzia Jumatatu, kwa sababu kuna miti tumeweka huko ndani kwa ajili ya kuzuia ile tenki, kwa kufikia Jumatatu tunaitoa pale tunajaza maji, maji yataanza kutoka kwenye vituo kwa wananchi.

Hmm. Nalo tusumbua sana, inavuja sasa. Sijui huwa tatizo ni nini, miundo mbinu inaandaliwa sio kwa utaratibu, au miundo mbinu inaandaliwa lakini mwagilizaji wa maji ili liweze kuwa imara inashindikana. Lakini kwa macho hapa tunaona mnaendelea, na nishukuru yale mengine, nadhani baada ya udhibiti mzuri laulia mviti akujaona dosari la mahande kule halijakuwa na dosari na mengine lakini yale matatu yalikutia hivi. Kwa hiyo niombe siseni, nawasimamia hawa wenzetu mafundi. Najua mafundi wengi huwa wanathamini sana kupata hela kuliko kuifanya kazi, anatamani apate faida kubwa kuliko kazi anaifanya. Ni vizuri mwende nao karibu, ili kazi iweze kwenda vizuri.